Ni rahisi kufikiria kwamba kwa kifo cha Hamani kazi ya Esta sasa imekamilika. Kwa kweli, Wakristo wengi huacha kusoma kitabu cha Esta katika hatua hii, lakini ukweli ni kwamba Esta anahitajika sasa zaidi ya wakati mwingine wowote. Hamani anaweza kuwa amekufa, lakini amri hii ya kifo ambayo mfalme alisaini bado ipo hai kabisa. Sura ya nane inaanza na kupandishwa cheo kwa Mordekai kuwa waziri mkuu ikiwa unaweza kufikiria hawa binamu wawili Mordekai na Esta sasa wanashikilia nafasi mbili zenye nguvu zaidi katika ufalme wa Uajemi baada ya mfalme. Na maanisha Mungu ameandaa mabadiliko ya ajabu na ya kushangaza katika maisha yao. Usisahau kwamba amri ya kifalme iliyotangaza siku ambayo Waajemi wangeweza kuwaangamiza Wayahudi na kupora mali zao zote, amri hiyo bado ipo. Esta hawezi kuridhika hadi suala hili litakapokuwa limetatuliwa. Sasa mstari wa tatu unatueleza alianguka, miguuni mwa mfalme na kulia na kumsihi aondoe mpango mbaya wa Hamani mwagagi na njama aliyopanga dhidi ya Wayahudi. Anakuwa mahususi hapa katika ombi lake, mstari wa tano: iandikwe amri ya kufuta barua zilizopangwa na Hamani alizoandika ili kuwaangamiza Wayahudi. Kweli hilo halitakuwa rahisi sana, kama tunavyoweza kuona kutokana na jibu la mfalme kwa Esta hapa katika mstari wa nane. "Lakini unaweza kuandika unavyotaka kuhusu Wayahudi kwa jina la mfalme, yaani jina langu, na uitie muhuri kwa pete ya mfalme. Kwa amri iliyoandikwa kwa jina la mfalme na kutiwa muhuri kwa pete ya mfalme haiwezi kufutwa." Kwa maneno mengine, hata mfalme hawezi kufuta amri yake ya awali. Hii ni sheria ya Wamedi na Waajemi lakini anakuja na mbadala wa busara sana. Anapendekeza hapa kwamba Mordekai aandike tangazo lake mwenyewe ambalo litapinga lile la kwanza, na mfalme hata anakubali kuliweka muhuri kwa pete yake ya signet. Kwa hivyo, Mordekai anaandika amri mpya ambayo kimsingi inawapa Wayahudi kote katika ufalme haki ya kujiandaa, haki ya kuchukua silaha kujilinda dhidi ya shambulio lolote siku hiyo maalum. Kwa kweli tunaambiwa hapa katika mstari wa kumi na tatu kwamba nakala za amri hiyo iliyotolewa huko Susa, mji mkuu, zinapaswa kusambazwa haraka kote katika ufalme. Na mstari wa kumi na nne unatueleza kwamba wajumbe waliopanda farasi wakasi wanapeleka habari hizo kote katika ufalme. Mwanahistoria Mgiriki Herodotus alirekodi kwamba ufalme wa Uajemi uliunganishwa na vituo vya posta kila maili kumi na nne. Kwa kweli walikuwa wamebuni mfumo wa awali wa Pony Express. Maelezo ya Herodotus kuhusu bidii ya hawa wabebaji wa ujumbe alitupa maneno maarufu, na ninanukuu, wala theluji wala mvua wala joto wala giza la usiku haviwazuii wajumbe hawa jasiri kumaliza haraka mizunguko yao waliopewa. Mistari hiyo niliyoinukuu inatoka wakati wa Esta na ufalme wa Uajemi. Kwa kweli sasa imechongwa kwenye jiwe la granite juu ya ofisi ya posta ya jiji la New York kwenye barabara ya nane. Sasa hapo awali Pony Express hii ilikuwa imeleta habari za kifo kwa watu wa Kiyahudi. Lakini sasa Pony Express inapeleka habari za furaha kuu mstari wa kumi na saba unarekodi kwamba watu wa Kiyahudi wanaanza kusherehekea kwa furaha na shangwe. Kwa kweli, tunaambiwa hapa, wengi kutoka kwa watu wa nchi walijitangaza kuwa Wayahudi kwa hofu au yaani, heshima kwa Wayahudi ilikuwa imewaangukia. Kwa maneno mengine, wapasia wengi waliona mkono wa miujiza wa Mungu katika haya yote na wanashangaa, hata kufikia hatua kwamba wengi wao walijiunga na watu wa Kiyahudi kama waongofu wa mataifa wanataka kumfuata Mungu huyu Mungu wa Abrahamu. Sasa hapa katika Esta sura ya tisa na mstari wa moja inafupisha kile kinachotokea takriban miezi tisa baadaye, siku ambayo amri hizi mbili zinachukua athari, siku ile ile ambayo maadui wa wayahudi walitarajia kuwashinda. Kinyume chake kilitokea: Wayahudi walipata ushindi juu ya wale waliowachukia. Wayahudi walikusanyika katika miji yao na hakuna aliyeweza kusimama dhidi yao, kwa kuwa hofu yao ilikuwa imeangukia watu wote. Kwa maneno mengine, wale waliothubutu kuwashambulia Wayahudi walikutana na maafa. Ni wazi kwamba maafisa walijiunga na Wayahudi kwa heshima kwa waziri mkuu wa Wayahudi, Mordekai. umaarufu wake sasa umeenea katika ufalme mzima. Kisha mistari ya sita hadi kumi, Inatufahamisha hapa kwamba katika mji mkuu wa Susa, Wayahudi waliua wanaume 500 siku hiyo, ikiwa ni pamoja na wana kumi wa Hamani. Lakini sasa Esta anafanya jambo la kushangaza katika mstari wa kumi na tatu. Hapa anaenda kwa mfalme na kumsihi awape watu wake siku moja zaidi ya kujilinda ni wazi kwamba amegundua njama katika mji mkuu wa Susa ambayo inawezekana ilipangwa na Waperisi waaminifu kwa Hamani na familia yake. Pia anamwomba mfalme hapa kuonyesha hadharani miili ya wana kumi wa Hamani waliokufa ili kuzuia vizuri maasi zaidi dhidi ya watu wa Wayahudi. Mfalme anakubali na maadui wengine mia tatu wa Kiajemi wanakufa huko Susa kulingana na mstari wa 16 maadui elfu sabini na tano kwa watu wa Wayahudi wanauawa katika ufalme mzima. Sasa ni muhimu kutambua kwamba mara tatu tunaambiwa katika akaunti hii kwamba Wayahudi hawakuweka mikono yao kwenye nyara zozote hapa katika mstari wa kumi, mstari wa 15 na na mstari wa 16. Walijilinda lakini hawakujitajirisha, ingawa kisheria walikuwa wamepewa haki hiyo. Watu wa Wayahudi walikuwa na nia ya kujilinda, si ulipiza kisasi, na naweza kukuambia ili lazima lilikuwa limewaathiri sana majirani zao wa Kiajemi wasioamini wa wapendwa. Je, mnataka kuvutia ulimwengu wenu? Basi kuwa tofauti na ulimwengu wako. Ulimwengu unalipiza kisasi, ulimwengu unalipiza kisasi. Nakumbuka pia kwamba kulipiza kisasi kunachochewa na uchungu na hasira ambayo inamaanisha hutawahi kuridhika na kulipiza kisasi. Kwa kweli itakupokonya ushuhuda wako na furaha yako. Hakuna kulipiza kisasi hapa katika akaunti hii. Kwa hivyo si ajabu kwamba furaha itatawala sehemu iliyobaki ya ya sura ya tisa. Sasa, Esta na Mordekai hawako tayari kuruhusu ukombozi wa watu wa Kiyahudi usahaulike na vizazi vijavyo kwa hivyo wanaanzisha sherehe ya kila mwaka ya siku ya shukrani ya siku mbili 2 ya tukio hili. Siku hizi, mstari wa 26 unatueleza, zinaitwa Purimu, baada ya neno pur. Unaweza kukumbuka kwamba Hamani alitupa pur au kura huamua ni siku gani ya kushambulia Wayahudi. Basi neno hilo hilo sasa linatumika kuashiria sherehe hii ya Wayahudi inayoitwa Purimu. Wote wanatoa ahadi hapa. Mstari wa 27 unasema, Wayahudi walijifunga kwa uthabiti kwamba bila kukosa wangeadhimisha siku hizi mbili kulingana na kile kilichoandikwa, kwamba siku hizi zikumbukwe na kuhifadhiwa katika kila kizazi. Na lazima nikuambie maelfu kadhaa ya miaka baadaye, hadi leo, wapendwa, sikukuu ya Pentekoste Purimu bado inaadhimishwa miongoni mwa watu wa Kiyahudi, na utamaduni huo unahusisha karamu nyingi. Na wakati wa sherehe hiyo, kitabu cha Esta inasomwa na hadhira inazomea na kupiga kelele kila jina la Hamani linaposomwa. Zaburi 124 pia huimbwa kwa kawaida, ambapo Daudi anaandika, kama si Bwana aliyekuwa upande wetu, basi wangetumeza hai. Msaada wetu uko katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na dunia. Sasa kitabu cha Esta kinahitimishwa na sura fupi sana. Sura ya kumi ina mistari mitatu tu na inazingatia heshima aliyopewa Mordekai. Ingawa kitabu kinaitwa Esta, kingeweza pia kuitwa Mordekai kwa urahisi. Na hadi leo Mordekai anaheshimiwa kama shujaa nchini Israeli na anastahili kuwa hivyo. Sikiliza aya ya mwisho. Mordekai Myahudi alikuwa wa pili kwa cheo baada ya Mfalme Ahasuero na alikuwa mkuu miongoni mwa Wayahudi na maarufu kwa umati wa ndugu zake kwa kuwa alitafuta ustawi wa watu wake na alizungumza amani kwa watu wake wote. Na kwa hayo tunafikia mwisho wa safari yetu ya hekima kupitia kitabu cha Esta, kitabu ambacho Mungu hajatajwa hata mara moja lakini anaonyesha wazi kupitia kazi zake.